Hapa e, ni tembo amezama kwenye mfereji wa hapa Magereza. Oya <laughs> akwaje! <laughs> wanyama hawa hatari wanavyotusumbua. Sasa hizi wamezama kwenye mfereji yeah.